Tukirejea hapa nchini, wafanyabiashara wameendelewa kusisitizwa na kuelezwa juu ya umuhimu wa kushiriki maonyesho ya biashara ya kimataifa Sabasaba. Ni njia gani ambazo mfanyabiashara anaweza kuzitumia na anawezaje kunufaika na maonyesho hayo ambayo hufanyika mwezi wa saba kila mwaka hapa jijini Dar es Salaam? Tunaungana na wataalamu katika eneo hili kuzungumzia kiundani zaidi. Mwenzangu Richard Ngaila yupo mm -hmm. tayari. Eh, Sifa Daktari Messi, tunafahamu kwamba mamlaka ya maendeleo ya biashara nchini TanTrade imeendelea kutoa elimu lakini, eh, hamasa eh, kuelekea maonyesho ya biashara ya kimataifa ya Dar es Salaam Sabasaba eh, na tunafahamu imekuwa ikifanyika kila tarehe saba ya mwezi wa saba ya kila mwaka eh, lakini wafanyabiashara wamekuwa kinufaika wakinufaika sana na maonyesho haya, si tu wafanyabiashara, lakini taifa pia kwa ujumla limekuwa likinufaika kupitia maonyesho haya na maonyesho haya yamekuwa na akilitangaza eh, taifa letu kwa sababu wafanya biashara kutoka mataifa mbalimbali wamekuwa mbali, wakikutana eh, kwa hiyo eh, huwa ni siku muhimu kama ilivyo mamlaka hii kuwa muhimu kuhusiana na, na eh, masuala mbalimbali mbali ya biashara. Sasa tupo hapa na Marcelina Anthony ambaye ni afisa eh, biashara mwandamizi kutoka TanTrade pamoja na Clara Mwamba naye pia ni afisa mwandamizi afisa biashara mwandamizi pia kutoka TanTrade. Tumefurahi kuungana na nyinyi asubuhi hii kwa sababu tutazungumza jambo muhimu sana kwa taifa letu la Tanzania. Lakini ikanivutia kwanza kuuliza, Clara, imekuwa mapema kutoa kutoa elimu na kuhamasisha? Karibu, asante sana na sio mapema a, elimu ni muda mwafaka nadhani. Watu um, wa Tanzania wanapaswa kufahamu kwamba sasa hivi ndo tuko kwenye maandalizi mm -hmm. ya maonyesho ya ya 49 ya kimataifa ya biashara almaarufu kama Sabasaba. Kwa hiyo ni muda mwafaka. mm -hmm. Sawasawa. uh, uh, pengine Marcelina sasa, mm -hmm. eh, ni mambo gani makubwa na msingi zaidi ambayo mnaendelea kuwakumbusha ama wafanyabiashara wanapaswa kuyafahamu kuelekea kwenye siku hiyo? Okay. Uh, kuelekea maonesho ya kimataifa ya biashara ya Dar es Salaam maarufu kama Saba Saba ambayo huanza tarehe 28 mwezi wa sita, mpaka tarehe 13 mwezi wa saba kila mwaka, tunawakumbusha wafanyabiashara ya kwamba katika mwaka huu kama mamlaka ya maendeleo ya biashara Tanzania, tumebadilisha badala ya kuomba kupata eneo kupitia ofisini kwetu. Sasa hivi unapotaka kufanya booking ya eneo, inakubidi ufanye kwa njia ya mtandao. Kwa hiyo tunatambua kwamba dunia kwa sasa inaenda kwenye masuala ya teknolojia, lakini imekuwa kidijitali zaidi. Kwa hiyo booking ya Sabasaba kwa maana ya kwamba kuweza kuhifadhi eneo lako kwa ajili ya maonesho inafanyika kwa njia ya mtandao. Kwa hiyo tunawahimiza wafanyabiashara waweze kutembelea website ya Tantred www.tantred.co.tz ili waweze kupata nafasi ya kuweza kubook maeneo mm -hmm. na tunapozungumzia sasa kwenye haya maandalizi mfanya biashara anatakiwa kushiriki vipi? Umezungumza hapo eneo la booking ehe, vitu gani vingine ambavyo anatakiwa ajiandae navyo ili aweze kushiriki maonyesho haya? Uh, akishafanya booking kupitia kupitia huo hiyo link yetu ya www.tradefair.tanzania.go.tz anakuwa hmm. uh, ameshapata uwezo uwezo wa yeye kupata nafasi katika system zetu. Kwa hiyo anafanya booking, akishapata nafasi then anakaa anasubiria, uh, tutakapoanza kufungua kuna muda ambao tunautenga kwa ajili ya watu au wateja wetu kuanza kufanya maandalizi ya mabanda yao mm. Kwa hiyo anakuwa anakaa anasubiri, hicho kipindi kikifika, then anakuja anakarabati, kama kuna ukarabati wa banda lake atakarabati, atafanya branding. Tarehe nane mwezi wa sita tunapoanza anakuwa tayari yuko kwenye setup. Vigezo, mfanya biashara gani ambaye anaweza kushiriki? Ah, wafanyabiashara wote tu yoyote yule, awe mdogo awe wakati awe mkubwa, wote wana wanaruhusiwa kushiriki. Yes, hatuna specifically vigezo kwamba hawe na vigezo hivi awe na vigezo vile. Mm-hmm. Tumekuwa tukifanya maonyesho haya uh, kwa mara kadhaa, so sasa hivi tunazungumzia ya 49. Ndio. Kuna mfanyabiashara anaweza kaa najiuliza, umuhimu wa maonyesho haya na kiuhalisia, umuhimu wa maonyesho haya kwenye uchumi wa Tanzania na ukanda wa Afrika Mashariki ni upi? Okay. Umuhimu wa maonyesho ya 49 ya kimataifa ya Dar es Salaam Sabasaba ni mkubwa sana . Kwanza kabisa uh, kama tunavyofahamu maonyesho ya Sabasaba yanavuta na, ya au yanavutia um, nchi mbalimbali mbali, waonyeshaji mbalimbali mbali kutoka nchi tofauti, ukanda wa Afrika Mashariki, Afrika na duniani kwa ujumla. Um, kwa hivyo, kutokana na hivyo tunapata pato la taifa kwa sababu wale, uh, wale wateja au waonyeshaji kutoka nchi za nje wanavyokuja wanakuja na fedha za kigeni, kwa hiyo tunapata pato la taifa uh, kwa hiyo ni nadhani inasaidia kwenye uchumi wetu wa Tanzania. Mm, cha pili, kipindi cha saba saba huwa tunatokea ajira ajira za muda mfupi. Kwa hiyo uh, zaidi ya elfu ishirini na moja ajira kwa saba saba ya arobaini na nane au ya mwaka 2024 ziliweza kutengenezwa kwa muda mfupi. Uh, kwa hiyo unaweza ukaona kwamba kuna ajira za muda mfupi zinatengenezwa, kwa hiyo ni pia inatusaidia na pia nzuri kwa taifa letu. Mm -hmm. Na upande naanga wa taifa letu ametajia, mm -hmm. Clara Marcelina, anaweza kutajia sasa upande mm -hmm. wa huyu mfanyabiashara. Yeye anapata mm -hmm. fursa zipi? Okay. Mm -hmm. Kwa upande wa mfanyabiashara yeye, fursa ya kwanza anayoipata ni kujitangaza. Kwa maana kwenye maonesho anaweza kuonesha huduma aidha anayoitoa au bidhaa anazozitoa akatangazwa kwa umma wa Tanzania, lakini pia kwa watu wanashiriki kutoka nchi za nje, kwa sababu maonesho yetu ni ya kimataifa na yanahusisha watu kutoka nchi mbalimbali. Lakini pia mfanyabiashara anapata fursa ya kutanua wigo wa soko lake kwa sababu kupitia maonyesho anayo fursa ya kukutana na wateja wake wa zamani lakini pia na wateja wapya, uweze ukajua nani atashiriki maonyesho. Kwa hiyo ni fursa ya kuweza kutanua wigo, lakini pia fursa nyingine ambayo anaipata mfanyabiashara ni kuongeza mtandao wake wa kibiashara, kwa maana ya kwamba atakutana na wafanyabiashara wenzake wengine, atajua wanafanya nini. Kwa hiyo inawezesha wao kuungana, kuconnect na pia ikawapa uwezo zaidi wa kwenda mbali kibiashara, lakini pia kupitia maonesho, wafanyabiashara pia wana fursa ya kuona mshindani wake anafanya nini, akajifunza na yeye akaona wapi aboreshe, ili awe bora zaidi. Naweza nikasema ni sawasawa ni mm -hmm. So, so, uh, maonesho ya 49 uh, tutarajie upekee wa aina gani ukilinganisha na maonesho ya 48 yaliyopita? Uh, kwenye maonyesho haya ya 49 kama ambavyo tumesema awali ni kwa mara ya kwanza sasa hivi wateja wetu hawahitajiki kufika ofisini kuweza kupata maeneo. Kwa hiyo naweza nikasema maonyesho haya yamezingatia sana teknolojia na dunia ya kidijitali. Kwa hiyo mtu anaweza kufanya usajili wa eneo lake kupitia mtandao. Lakini pia tutaboresha ukataji wa tiketi. uh, Kile, zile siku ambazo ni za peak siku ya Sabasaba yenyewe huwa unakuta tuna watu wengi sana pale getini, katika kukata ticket, foleni inakuwa ni kubwa. Kwa hiyo kwa mwaka huu watu wataweza kukata ticket kwa njia ya kutumia mitandao ya simu. Kwa hiyo akifika pale anakuwa na tiketi yake tayari na kuweza kuingia. Lakini pia tunaangalia pia katika eneo la uegeshaji wa magari kwamba tutaweka pia kwa njia ya kidijitali ili kuweza kupunguza foleni mm. Yes. Nimeona ni, hapa kwenye kauli mbiu kwamba ni fahari ya Tanzania mm. Eh, kasema fahari ya Tanzania pengine inaweza ikatafsiriwa kwenye kujem, muktadha gani? Eh, kwako Clara. tunaposema fahari ya Tanzania tunamaanisha kwamba maonyesho yetu ya Sabasaba yanatupa fahari kama Watanzania Um, katika kipindi cha Sabasaba kuna programs tofauti ambazo tunafanya. Kuna program moja ya inaitwa urithi wetu, hiyo program um, huwa tunachukua shule zile ambazo ziko pembezoni mwa Tanzania na Tanzania bara na visiwani, tunakusanya wanafunzi then tunawaleta Sabasaba kwa ajili wajifunze kwamba Sabasaba ni nini, maanake wengi wamekuwa wakijifunza labda darasani au vipi. Kwa hiyo tukiwapeleka kule Sabasaba wanaona uhalisia wa Sabasaba yenyewe ilivyo na watembeleaji biashara, wafanyabiashara na vitu mbalimbali mm -hmm. Kwa hiyo tunakuwa tumewaachia urithi ili na wao waweze kuendeleza katika vizazi vyao mm -hmm. Pia uh, tunavyosema fahari tunamaanisha kwamba tuna, tunajivunia kwa, kwa ajili ya Sabasaba kwa sababu kuna wajasiriamali walianza wadogo pindi Sabasaba ambavyo ilikuwa imeanza maanake sasa hivi tuko ya arobaini na tisa na mwakani tutakuwa hamsini. Kwa hiyo mpaka sasa hivi wamekuwa wakubwa, wapo wengi ambao sasa hivi wanajitegemea wenyewe wamefungua viwanda, lakini walianzia kama wajasiriamali. Kwa hiyo hiyo naweza nikasema pia tuna fahari, ndio maana tunasema Sabasaba fahari ya Tanzania. mm -hmm. Sawasawa. Sasa sa, sa, ni sekta zipi za kibiashara ambazo kwa kawaida huzingatiwa zaidi katika maonesho haya? Uh, katika maonesho ya kimataifa ya Dar es Salaam kama Sabasaba, sekta ambazo huwa zinazingatiwa, naweza nikasema in general ni sekta zote, lakini kwa kuzitaja moja moja, huwa kuna sekta ya utalii. Kupitia maonyesho yetu ya Sabasaba tunawawezesha Watanzania kuweza kufanya utalii wa ndani, kwa sababu pale huwa kuna wizara ya Maliasili ambayo huwa inakuja na wanyama, na watoto wetu pia wanapata fursa ya kwenda kujifunza kuhusiana na maswala ya utalii, tukikumbuka ya kwamba tuna championi wetu wa masuala ya utalii, rais wetu mama Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan amekuwa akipush sana sekta ya utalii. Kwa hiyo moja kati ya sekta ambazo zinaangaziwa katika maonesho ya Sabasaba ni sekta ya utalii, lakini pia sekta ya afya kupitia maonesho ya Sabasaba, uh, watoa huduma kwenye sekta ya afya, huwa wanashiriki wakitoa huduma mbalimbali za afya na ushauri. Lakini pia, kuna sekta ya elimu kupitia Sabasaba, uh, kuna vyuo mbalimbali huwa vinashiriki, lakini pia kuna shule mbalimbali ambazo mbali mbali mbali zinashiriki, lakini pia huduma za kifedha kuna mabenki ambayo huwa yanashiriki kule kwa ajili ya kutoa elimu kwa jamii ya wa wafanyabiashara, lakini pia hata watembeleaji ambao wanataka aidha na wenyewe kuwa wafanyabiashara baadaye au wanahitaji huduma zozote za kifedha. Ila mwisho ni sekta zozote ambazo zimelenga katika biashara, kwa sababu tunajua, at the end of the day, iwe ni kilimo, iwe ni mifugo, uvuvi, yote tunaangazia kwenye biashara. Kwa hiyo sekta ya kilimo pia ipo, mifugo, uvuvi, uchumi wa bluu kwa hiyo ni sekta zote, lengo letu ni biashara ya kimataifa kabisa. Tupo kwenye dunia ambayo diplomasia kidogo imekuwa kuna kashkash kwenye upande wa diplomasia huko mataifa mbalimbali mbali ya huwa yanashiriki maonyesho haya, kipi pengine ambacho huwa wanavutiwa nacho zaidi kushiriki kwenye maonyesho haya ya Sabasaba? Uh, mataifa enji, ya nje kwanza yanavutiwa kwa sabasaba yenyewe Sabasaba hmm. yenyewe saba ni kubwa na ina uwezo wa kuattract au kuvutia watembeleaji zaidi ya laki tatu kwa hiyo wale, uh, nchi za nje au wenzetu nje ya Tanzania wakiona kwamba kumbe haya maonyesho yanavutia na, ya watembeleaji wengi then wanaona pale kuna fursa ya masoko. Kingine ni fursa ya masoko kwa sababu waonyeshaji wengi ambao wako pale Sabasaba wengine ni ukanda wa Afrika Mashariki mpaka South Afri uh Southern Africa hii yote wanakuaga pale, kwa hiyo kwa kuangalia hilo wanaona kwamba kuna fursa ya masoko sio tu kwa East Africa bali kwa hata Afrika kwa, kwa ujumla. Kwa mm-hmm. hiyo, hiyo inawavutia kuja na pia takwimu zetu, wakiona takwimu zetu, wakiona deals tunazo sign, wakiona vitu vyote vizuri na mafanikio yote yanayotokana na Sabasaba wanavutiwa kuja. Ndiyo. Na utaratibu wao kushiriki ni kama wa hawa wazawa ama kuna utaratibu wa kipekee kwao? Uh, utaratibu wa kushiriki ni huo huo, na wao wanajisajili kwa kupitia link Hmm. ambayo kama tulivyoitaja awali wataingia watabuku nafasi zao, then hmm, watalipia. Lakini wao wanalipa kwa dola, kwa term of dollars, ndio okay, maana tunasema wakija wao, hmm, tunapata pato la kigeni kama nchi, ndio sawa sawa okay. hmm. Uh, kuna baadhi ya wafanya biashara ambao huogopa kushiriki kwa kuhofia gharama kubwa za kupata eneo ambalo anaweza kuonyesha bidhaa zake. Kuna namna yoyote ambayo mmetenga zile tunasema ni ngazi eh? Kuna wafanya biashara wakubwa basi vizimba vyao vina renji kiasi fulani, hadi tutakuja kwa huyo mfanyabiashara mdogo mdogo okay. Uh, gharama ya ushiriki wa maonesho ipo kwa aina tofauti tofauti, kutokana pia maeneo ya uoneshaji yapo aina tofauti tofauti. Tuna mabanda aina tofauti, tuna mabanda ambayo tumelenga hawa waoneshaji wa kimataifa, tuna mabanda ambayo tumelenga waoneshaji wa ndani, tuna mabanda ambayo tumelenga taasisi ambazo zenyewe zinataka kushiriki zenyewe. Kwa hiyo haya hizi aina zote za mabanda na gharama yake ziko tofauti tofauti, lakini ukiacha hivyo, pia wajasiriamali wale wadogo kabisa kabisa ambao anaona mimi siwezi kusimama kama mwenyewe nikachukua banda, anayo fursa ya kuweza kushiriki maonesho kupitia hivi miamvuli hii ya wafanyabiashara, ambapo huwa wanashiriki katika eneo moja na wanakuwa wana wafanyabiashara mbalimbali, ambao gharama yao pia inakuwa iko chini kidogo. Kwa hiyo Sabasaba haimwachi mtu iwe ni mfanyabiashara mkubwa, wakati mdogo, hata yule mdogo kabisa kikatiti anayo fursa ya kushiriki katika maonyesho haya na kujitangaza. mm -hmm. Kuna yes. Mtanzania ambaye pengine anatamani kujua, tunafahamu kwamba uh, tarehe saba mwezi wa saba mm -hmm. ndio siku yenyewe, lakini mm -hmm. maonyesho haya yataanza lini, kwamba kuanzia tarehe gani, ili wafahamu. Pengine sawa, so, maonyesho yetu yataanza tarehe ishirini na nane mwezi wa sita mpaka mm -hmm. tarehe kumi na tatu mwezi wa saba. Siku karibia 15, tarehe 28 mwezi wa sita, hmm, mpaka tarehe 13 mwezi wa saba. Sawa, si tunashukuru sana kwa muda wenu. Asante sana. Sawa, tunakamilisha hivyo tukizungumza na Marcelina Anthony, afisa biashara mwandamizi, pamoja na Clara Mwamba, afisa biashara mwandamizi pia, eh, kutoka mamlaka ya maendeleo ya biashara nchini Town Trade, na elimu hiyo na uhamasishaji, oh, huo ambao unaendelea kuelekea siku hiyo muhimu nchini ambao tunaitambua kwamba ni siku ya kimataifa ambayo maonyesho haya yanafanyika hapa Dar es Salaam. Tunakamilisha hivyo kwa sasa.